Ili uweze kuendelea kuwa wa kwanza kupata video zetu ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani kutokea katika chaneli hii ya Moshiro Online TV zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Na habari ambayo inatendeka wakati huu ni Mtanzania atinga fainali ndondi Afrika. Kama siyo dhahabu basi ni medali ya fedha ya Afrika itakayoletwa na bondia wa kike wa timu ya taifa ambaye anajulikana kama Grace Mwakamele. Bondia huyo jioni hii Agasti 4 ametinga fainali ya mashindano ya Afrika yanayoendelea mjini Yaunde nchini Kamerun. Grace kesho atazichapa na bingwa mtetezi raia wa Msumbiji ambaye anajulikana kama Alisida Pangwane katika fainali ya uzani wa mido. Mtanzania huyo atakuwa ni bondia wa kwanza wa kike wa timu ya taifa kutoa medali ya Afrika na ametinga fainali jioni hii baada ya kumchapa senabu ndiaye wa Senegal kwenye fainali na baadaye, usiku huu mtanzania mwingine yusuf chalang na baadaye usiku huu mtanzania mwingine yusuf changalawe atapanda ulingoni kuzichapa na nathan mbeli langu wa drc Congo katika mchezo wa nusu fainali ya uzani wa Light Heavy. Ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe usisahau kusubscribe katika chaneli hii ya Moshiro Online TV.